Vunjika. Kuna mambo fulani hajakaa vizuri kati ya mwenye mbingu mwenye kuachilia mvua na wanadamu Haleluya. Kuna mambo hajakaa sawa, lazima tujue, pia tuombe rehema kwa ajili ya taifa letu. Muda wangu nakimbia, nimebaki kama na dakika na kumi hivi. Twende mbele za Bwana kwa dakika hizi, mwambie Mungu nimejua, nimetambua kuna mahali kumbe siko sawa. Ninanyekea kwako ninaomba rehema zako. Ninaomba unitakase Bwana unioshe kwa damu yako. Nenda mbele za Bwana mwambie Mungu ninaomba unirehemu. Mwambie Baba ninaomba unisamee mwanao. Ninaomba Baba unitakase unioshe kwa damu yako. Nitakase mimi mwanao Bwana, nitakase mwanao. Ninaomba unirehemu Jehovah Shama. Ninaomba unirehemu mwamba wa vyote. Ninaomba unisamee pale ambapo nilivunja agano kati yako na mimi e Bwana. Kwa kutokujua, kwa kutokufahamu. Yawezekana najiona ya kwamba niko salama, yawezekana najiona niko sawa, lakini kumbe, e Bwana, sio sahihi. Kumbe Bwana siko sawa, maisha yangu ni magumu leo hii, amani hakuna, furaha hakuna, kumbe kuna mambo ambayo hajakaa vizuri, na kama ulivyomwambia Sulemani, ya kwamba ikiwa umevunja maagano yangu, ukufata maagano yangu tena, bali umefanya yakwako, umefanya leo machukizo, leo hii nitararua ufalme wako Leo hii Baba, umelalua amani za watu wengi. Kuna huyo mama hana furaha katika maisha yake. Kuna huyo baba hakuna mafanikio, anafanya kazi kwa kujituma kwa bidii, lakini hajawahi kuona faida katika hiyo kazi. Baba, hakugundua na wala kujua nini shida, lakini leo amepata neema, amepata neema ya kujua ya kufahamu kumbe kuna kitu hakiko sawa kuna jambo aliko sawa kati yake na wewe Bwana Mungu mkuu, tunanyekea mfalme hata kwa ajili ya taifa letu. Tazama taifa letu, lili linalia kana kwamba aaaa, e Bwana, jua linawaka. Wewe ndio mwenye amani juu ya jua, mwenye amani juu ya mvua, Bwana majeshi. Ikiwa Bwana tumevunja maagano kati yetu na wewe, Mungu lehae, tunaomba uturehemu, tunaomba utusamee, watoto wako. Samee taifa letu, Bwana, takasa taifa letu, Mungu lehae tumekosa mbele zako mungu lehai tumekosa mbele zako jehova shama tunasogea mbele zako mfalme wa falme tukiomba rehema mtakatifu tukiomba rehema jehova ile tukiomba rehema mwamba vyote tunahitaji rehema zako bwana mabwana tunahitaji rehema zako mwamba vyote uturehemu jehova shama tunaomba bwana tusamehe tusamehe watoto wako bwana majeshi tusamehe watoto wako mwamba uliye mkuu Tunaomba Baba, turehemu watoto wako. Tunaomba Jehova, turehemu watoto wako pale ambapo maagano kati yetu na wewe Bwana yamevunjika, yamevurugika, imefika ya mahali Bwana umeruhusu mabaya yatupate, umeruhusu mabaya yatupate katika maisha yetu. Tunaomba Bwana kumbuka rehema zako. Kumbuka rema zako. Wewe ni Mungu wa huruma. Wewe ni Mungu wa huruma, Jehova Shama. Kwako e, Bwana hakuna lisilowezekana. Hakuna linaloshindikana mbele zako Baba. Hakuna linaloshindikana mbele zako Baba. Kumbuka rema zako Bwana, na ugaili kadhabu yako mfalme. Isiwe kwetu Bwana. Isiwe kwetu mfalme. Isiwe kwetu mwamba vyote. Ori kashanda rama sikinde mo. Msaidie huyo mama mwamba vyote. Msaidie huyo mama Jehova ile. Msaidie Bwana Mungu aliye mkuu. Msaidie Jehova Shama Baba, ninaomba Bwana tuwezeshe, tuweze kuimalika katika agano lako, mwamba vyote. Tuweze kuimalika katika agano lako, Mungu liye mkuu. Tuweze kuimalika katika agano lako, Jehova Shama Baba. Ninakuinua mwamba vyote. Ninakuinua wewe Jehova ile uliye mkuu sana. Nikiamini wewe baba unatenda, unafanya Bwana majeshi. Ninaamini katika haya Bwana umetenda na umefanya hakika, na umefanya hakika, na umefanya hakika kwa kari ya nguvu zako na uweza wako mwamba vyote. Kwa kari ya nguvu zako na uweza wako baba uliye mkuu, kupitia jina lako lipitalo majina yote. Nikiamini wewe Mungu unatenda, unafanya. Asante Bwana majeshi. Asante Mungu liye Mtakatifu, kupitia jina lako Baba lipitalo majina yote, nikiamini wewe Mungu upo na unafanya liyo makuu, kwa jina la Baba la Mwana Roho Mtakatifu nikiomba na kushukuru, amen. Bwana Yesu asifiwe sana mwana wa Mungu. Niseme Mungu akubariki sana kwa kibali ambacho Mungu amekupa, wewe ambao umechelewa kuungana na mimi. Tazama nimeenda kama lisaa, unaweza kuanza upya kufuatilia somo hili. Kwa neema ya Mungu, wiki ijao tutakuwa wote. Nitaendelea na somo hili mpaka tutakapoishia, tutakuwa wote, ili somo nitaendelea nalo, sijamaliza lakini, ni msingi kwamba usivunje agano la Bwana.